Kwa mwezi wa Septemba 2025. Idadi ya mashauri yaliyofunguliwa kwa mkoa katika Mahakama Kuu ya Zanzibar kwa mwezi wa Septemba 2025 yalikuwa mashauri 32 na makosa yalikuwa ni 39. Mkoa Mjini Magharibi yalikuwa mashauri ishirini makosa 26 Mkoa wa Kusini Unguja mashauri sita na makosa saba, mkoa wa Kusini Pemba mashauri matatu na makosa matatu, mkoa wa Kaskazini Unguja makosa mawili na mashauri mawili, na mkoa wa Kaskazini Pemba kulikuwa kuna shauri moja na kosa moja. Kadi ya mashauri hayo 32 yaliyofunguliwa katika mahakama kuu ya udhalilishaji Zanzibar, mashauri 29 bado yanaendelea na mashauri mapili yameachiwa huru. Idadi ya makosa ya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia yaliyopokelewa kimkoa kwa mwezi wa Septemba 2025. Jumla ya makosa hayo ni thelathini na tisa. Mkoa wa kaskazini Unguja makosa mawili, mkoa wa kusini Unguja makosa saba, mjini magharibi makosa 26, mkoa wa kaskazini Pemba kosa moja, mkoa wa kusini Pemba makosa matatu. Tukumbuke haya ni makosa yaliyopokelewa katika mahakama kuu ya uzalishaji kwa mwezi wa Septemba 2025 hir. Asanteni kwa kunisikiliza.